Hello my good people. This is the Cassim Mandanda, the one and only if you know know me you know how to trade if you don't know me you don't know. So guys, leo tutaongelea kitu tofauti na trading. Nimekuwa inspired sana na hii topic leo, nikasema ngoja ni share na nyiye kitu ambacho kitawafanya vijana wengi waweze kujitengeneza kiuchumi, hasa sasa wanachuo, watu ambao wapo mtaani hawana ajira au mtu ambaye yoyote ambaye ana Taji, lakini hajui afanye biashara gani ili aweze kujikwamua kiuchumi. Nataka nikufundishe biashara ambayo utaweza kuifanya ukiwa nyumbani umetulia, biashara ambayo utaifanya bila kuhangaika, biashara ambayo hutahitaji duka, biashara ambayo hutahitaji kulipia kodi, biashara ambayo hutahitaji frame, yani biashara ambayo ni rahisi sana kupitia simu yako na unauweza wa kuweza kutengeneza hata zaidi ya milioni tano kwa mwezi ukiwa wewe kama kijana ndani hata ya miezi miwili ya kwanza kama ukiwa serious. Issue hii inahitaji watu ambao wako serious sana, issue ambayo inahitaji watu ambao wako serious sana. Kama hauko serious hii issue, basi haikufai, sio issue ambayo utaifanya leo kesho uanze kuona matokeo. Unahitaji uifanye consistently at least ndani ya mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, then utaweza kuona matokeo yake, na uhakika kabisa utaweza kupata zaidi hata ya milioni tano kwa mwezi. Ni biashara ambayo ni rahisi sana na ni nzuri, na mtu yoyote ule popote pale alipo anaweza akaifanya. Kitu ambacho nataka ukifanya ni kwamba hakikisha kwanza umesubscribe kwenye channel yangu hapo chini. Like, comment na share ili video hii iweze kuwafikia watu wengi na tuweze kutengeneza kizazi ambacho aa, Kinapiga pesa mtandaoni. Kumbuka mimi naitwa Kassim Mandanda na kuletea michongo mbalimbali kuhusu biashara za mtandaoni e, na kama unavyozidi kuona channel yetu hii inahusu masuala ya teknolojia, masuala ya trading. Yani umu utapata vitu vyote kuhusu masuala ya mtandaoni, biashara mtandaoni, mbinu za kupiga hela mtandaoni. Nataka vijana wengi wajiajiri kupitia mtandao, so kazi yangu ni kuwaletea mifumo, ni kazi yangu ni kuwaletea madini na kuwaletea vitu ambavyo vitakufanya wewe uweze kupiga pesa mtandaoni. So guys, moja kwa moja tuende kwenye topic, nimeongea kwamba nimesema hii ni mbinu ya kuuza bidhaa yoyote ile mtandaoni. Bidhaa za bidhaa ziko nyingi sana, watu wamekuwa wakitaka kuanza biashara, mtu ananitafuta ndani na laki tano, sijui nianze biashara gani? Naomba ushauri sijui nifanye hivi na hivi. Bidhaa kiukweli ni nyingi sana <coughs> na unapoanza biashara kujua bidhaa gani ambayo inatoka huwa ni ngumu sana, kujua bidhaa ambayo inatoka huwa ni ngumu sana. Kujua kwamba bidhaa hii ina pesa eh, kuliko bidhaa fulani waga ni ngumu sana mpaka uwepo kwenye industry au ufanye ufanye research ya kutosha. Sasa leo hii sitaki we uanzishe uh, duka la bidhaa fulani, sitaki we uanze kuuza bidhaa fulani, sitaki we uanze kuuza bidhaa fulani, nataka wewe uwe multipurpose. Multipurpose maana yake ni kwamba wewe utajihusisha na bidhaa zote ili uweze kutengeneza pesa. So kumbuka, tunataka tutengeneze pesa nyingi. Sasa maana yake sisi tunaenda na upepo, bidhaa ambayo tunaona inaondoka, na sisi tunaondoka nayo sasa unaondokana nao katika mfumo upi? So nisikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili na wewe uweze kupata mbinu hii ambayo itakufanya uweze kutengeneza zaidi hata ya milioni tano kwa mwezi, zaidi ya ta milioni tano kwa mwezi trust me, hichi kitu kinafanya kazi na mwishoni utafanya mahesabu uangalie namna gani ambavyo wewe utakavyokuwa profitable. So bila kupoteza muda, moja kwa moja kwenye screen, kwenye screen hapa nakwambia mbinu ya kuuza bidhaa yoyote mtandaoni so hapa tutaongea mbinu hii na uweze kujua namna gani ambavyo unaweza kujikwamua au kuitumia mbinu hii. So kitu cha kwanza ambacho unatakiwa uwe nacho kabisa katika mbinu hii. Hakikisha una smartphone. Kumbuka, nakupa madini ambayo yanakufanya wewe uweze kupiga pesa mtandaoni. Nakupa mbinu ambazo zitakufanya wewe uweze kutengeneza pesa mtandaoni. So kitu, kitu kikubwa ambacho unachokihitaji ni smartphone. Smartphone, laptop na mtandao ambao ni wa uhakika, ili mradi wewe uweze kuwa unatengeneza pesa popote pale ulipo. Unajua biashara za mtandaoni nazipenda sana kwa sababu haijalishi uko wapi haijalishi wewe ni nani una uwezo kutengeneza pesa alafu ni rahisi kuanza em just imagine biashara kama hii ambayo naenda kukwambia mbinu kama hii naenda kukwambia kitu ambacho kikubwa ambacho ninachokihitaji kwa kuwa nacho ambacho ni expensive ni sim ambapo sim smartphone almost hata laki moja unapata sim laki moja na nusu unapata sim so ni biashara ambayo ni rahisi tofautisha na biashara ambayo ukitaka kuanza lazima ukalipie frame ya laki tatu, laki nne so hichi ni kitu ambacho kinawashinda vijana wengi kwao nadhani kila kijana na smartphone so kila mtu anamtaji nawafundisha mbinu ambazo najua kila mtu atajiajiri, kwa sababu kila mtu alipo hapo anamtaji mkononi. So tutatumia simu ambayo unayo ili tuweze kutengeneza pesa. Then baada ya hapo kupiga pesa nyingi, tutaanza kuwekeza kwenye mifumo mingine, kama tutafungua tuta duka, utafanyaje. Lakini kitu cha kwanza tutumie kitu tulicho nacho. Vijana wengi wanashindwa kujiajiri, kwa sababu hawatumii vitu walivyo navyo. So hilo tatizo mpaka sasa hivi linaenda kufa, kuhakikisha umesubscribe, share hii video kwa mtu yoyote ule ambaye unahisi anahitaji matilio kama haya mtu yote ambaye unahitaji na yeye aanze kujikwamua kiuchumi kibiashara, kijana mwenzio, basi share hii video kwake iweze kumfikia na tuweze kuokoa taifa. So tunaendelea. So kitu cha kwanza ambacho nitakiwa nacho ni smartphone. Smartphone kivipi? Mkiwa na simu ambayo ina mtandao, kwa sababu biashara yetu tumeshakubaliana ni mbinu ya kuuza bidhaa yoyote nini mtandaoni, na sisi tunataka tuuze bidhaa mtandaoni. Sasa hivi uh, asilimia karibia nusu ya Watanzania wote wanamiliki smartphone. Maana yake umati wote ukiachana na Tanzania, wapi? Dunia nzima at least, unaambiwa watu bilioni nne kati ya watu bilioni saba wanatumia mtandao, so ni idadi kubwa ya watu. Yaani, maana yake kila mtu mzima asaivi anatumia mtandao. So mtandao nimekuwa ni moja kati ya masoko makubwa sana ambayo hayana kikomo. Masoko makubwa ambayo hayana kikomo. Mfano soko la Kariakoo linahudumia watu wa Dar es Salaam. Sio, umeelewa, na watu wa nje kidogo, lakini wanaofaidika wakubwa ni watu wa Dar es Salaam. So ile soko lina kikomo. Auwezi mtu akatoka Marekani akaja kununua kitu Kariakoo. Sio, umeelewana kwa sababu kule kuna masoko mengine pia, lakini mtandaoni mtu anaweza kununua bidhaa yoyote ile popote pale. So mtu anaweza kununua bidhaa kwenye kwenye mtandao kutoka Marekani akanunua Tanzania wapi na wapi. So hivyo ndivyo ambavyo mtandao unakuwa ni soko zuri na ni fursa kwa watu wengi. So smartphone itakuunganisha wewe na soko kubwa ambalo halina kikomo, ambalo ni soko la mtandao. So tunapokuwa na smartphone, tunakuwa tuna uwezo kuingia mtandaoni katika soko kubwa. So, kitu cha kwanza tukishi, tumepata smartphone. So kama una smartphone endelea kusikiliza katika Hatua ya pili, hatua ya pili hakikisha una, unafungua akaunti ya Instagram na Facebook. Kumbuka hapa tunataka tuuze bidhaa mtandaoni, kumbuka tunataka tuanze kuuza bidhaa mtandaoni. So unaanza kuuza bidhaa mtandaoni kama nini sasa? Kumbuka mtandaoni wewe huna bidhaa, wewe hujui duka, hujajua unaanza biashara gani, lakini nataka niwaambie kitu kimoja. Biashara hii inaitwa drop uh, drop servicing au drop shipping. So, drop servicing au drop shipping, kwa Kiswahili wengi wamezoea ni mawinga. Hii ni biashara ambayo wewe unakuwa huna bidhaa ila unatafuta mteja, ukishapata mteja, maana yake wewe unakuwa ni yupo hapa. Let's say, tuende kwenye tuende kwenye maelezo, biashara hii ambayo unaenda kuifanya inaitwa drop servicing au drop shipping. Maana yake ni kwamba wewe ni huyu hapa muuzaji huyu huku mwenye bidhaa si ndivyo? Wewe ni mtu A. Wewe ni A. Wewe ni A. Muuzaji ni B, sijui umenielewa mpaka hapo? Kwa hiyo maana yake ni kwamba sasa wewe huna bidhaa, ila unatafuta mteja, ukishapata mteja unakuja kuchukua bidhaa hiyo ambayo mteja ameitaka, unampelekea. Umeelewa? Kwa Kiswahili tumezoea kuwaita mawinga, lakini kwa Kizungu hii biashara tunaita, uh, drop service. Ni biashara ambayo ni rahisi sana kuianza na ni biashara ambayo ukiwa siliazi ina faida kubwa sana, kwa sababu wewe hutoingia kwenye hasara hata siku moja, kwa sababu wewe unakuja kununua bidhaa au kuchukua bidhaa pale ambapo unampata mteja, lakini huyu mwenye bidhaa yeye inabidi aanze yeye na bidhaa afu ndio wateja baadaye. Kwa hiyo huyu ana hatari kubwa kupata hasara endapo bidhaa zitakapoharibika, lakini wewe unapata mteja kwanza ndio unaenda kuchukua bidhaa. Kwa hiyo wewe hutokuja kupata hasara, lakini pia wewe mtaji wako kwanza ni mdogo, huyu mtaji wake kwanza ni mkubwa. Sasa unaenda kuifanya katika bidhaa ipi? Tutakuja kuangalia baadaye, katika bidhaa ambayo wewe unataka kuanza nayo na katika mfumo upi. So baada ya kupata simu yako inabidi ufungue akaunti ya Instagram kwa sababu hii ndio mitandao mikubwa ya kibiashara na inatumika na wengi kufungua akaunti ya Instagram na Facebook. Ni mitandao ambayo inatumika na wengi sana na wengi wanayo, si tumeona mpaka hapo, na wengi ambao wana waga wanunua bidhaa wanatokea huko. So kisha kuwa na akaunti ya Instagram, fungua akaunti ya Instagram ntgam ipi, jina lolote, kwa sababu sisi tunauza bidhaa mbalimbali kwenye akaunti yako ya Instagram unayoifungua unaweza ukaipa jina lolote, wedha jina lako, alafu mbele labda ukaongeza bei nafuu, labda kwa mfano uh, Mandanda, mandanda Machimbo, umeelewa? Au fulani, fulani Machimbo, au ukasema yani jina lolote lile ambalo litakao niendana na bidhaa zote, au fulani bei rahisi, au fulani bei che, umeelewa? Vitu kama hivyo. So baada ya kufungua hiyo akaunti andika namba zako pale za simu kwenye akaunti, andika kwamba tunauza bidhaa mbalimbali za bei rahisi, tunauza bidhaa mbalimbali kwa bei rahisi au kwa bei ya jumla. Usiandike kwa rejareja, andika wa bei ya jumla. Umenielewa mpaka hapo so? Sasa wewe andika tu bio yako ile fupi, weka na namba yako ya simu, weka na i e connect na WhatsApp, fungua na akaunti Facebook sababu matangazo ya Instagram huwa anaenda na Facebook. Umeelewa? so baada ya hapo kitu ambacho unachotakiwa kukifanya ni kwamba unakuja kufanya research ya bidhaa ambazo unataka kufanyaje, unataka kuanza nazo. Hichi ni kitu cha tatu. So, baada ya kufungua hiyo account, wewe unachotakiwa uone uko nakifanya ni kwamba hii account tutakuja kukurudia baadaye, tukuje kuangalia kwenye account tulikuwa tunafanya nini. Kitu ambacho unachotakiwa kukifanya wewe ni kwamba unaona daftari kwenye hii sehemu ya tatu, sourcing, unataka kutafuta chanzo cha bidhaa. Unaona daftari na kalamu, zunguka kali ya core au uzunguka kwenye magodauni kwa mfano, unaweza nikutolea mfano ambao mimi nchumi. Mfano ambao mimi nilikuwa nafanya, sababu biashara kama hii ni shebu ifanye. Mimi nilikuwa nazungukia kwenye magodauni ya mitumba ya wachina maeneo ya Ilala, huko nyuma nyuma kwenye maviwanda huko, nazungukia kule kule, nakuta magodauni sio, umeelewa? Unakuta magodauni yale, nakuta kuna store kubwa za bidhaa mbalimbali wachina, nakuta ni store mitumba, wengine wamestore sijui mafoil steamer nini, yani bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo sasa kule ndipo mbona nilikuwa naongea na wale masupplier kwamba mimi nataka niwatafutia wateja, ko kule napata picha za bidhaa. Na hii bidhaa kweli ina uhitaji? Hii bidhaa kweli inalipa? Nisipolizika nayo naachana nayo. Kwa unaweza ukatembelea bidhaa mbalimbali, nguo. Hakikisha unaenda kutafuta sehemu ambapo nguo unaipata kwa bei rahisi, ili wewe uweze kuuza kwenye bei ambayo utapata faida. Ukienda kutafuta sehemu ambapo utanunua kwa bei kubwa, faida yako itakuwa ndogo. Umeelewa? na hata kuna uwezekano mkubwa mtu asinunue kwa sababu bei inakuwa kubwa. Kuhakikisha kwamba unatafuta cheap resources, unatafuta resources ambazo ziko cheap. Kwa unazunguka kule gari yako sehemu mbalimbali unatafuta machimbo ya bidhaa mbalimbali machimbo ya bidhaa mbalimbali, usitafute machimbo mtandaoni. Mtandaoni kila mtu yuko yuko busy yuko na anatafuta wateja. So nenda kule kafanya research. Bwana nimeona shati fulani, nimeona nguo fulani hizi. Kwa maana yake unaenda yani kutafuta sosi chimbo vinatoka wapi, ulizia, eh, ongea tena na mawinga, bwana hii mimi ni mzaji wa jumla. Na ukienda kule usiende kama mteja. Ukienda kule usiende kama mteja. Ukienda kama mteja utaenda kuonyeshwa kwa watu wanauza rejareja. Nenda kama mlanguzi. Bwana hii mimi ni mlanguzi, natafuta chimbo la bidhaa fulani, natafuta chimbo la bidhaa kama hii Utaonyeshwa bwana, hili bidhaa tunatoa hapa. so, ukishazipata hizi zinaweza toka hapa, unaongea na ule muuzaji, bwana, mimi na soko langu la mtandaoni, nataka niuze bidhaa yako kwa, naomba picha za bidhaa yako. Muuzaji huyu akishakupa picha, akishakubaliana kufanya biashara akisha na wewe, akishakupa aka, aka picha na akakupa bei ya ofa, mwambie, muombe na bei ya ofa ya ofa. Hakikisha kwa kwamba umeongea na wauzaji hata sita wa bidhaa hiyo hiyo, ili uweze kujua bei halisi, kwa sababu unaweza kajikuta umeenda kuongea na muuzaji wa kwanza huyu Akakwambia elfu kumi na tano akakupunguzia hadi elfu kumi na mbili ukahisi kwamba amenipunguzia na bei ndio hiyo. Kumbe bidhaa yenyewe inauzwa elfu nane. Hiyo ndiyo maana ya kuhakikisha umeongea na wauzaji hata watatu, wanne, watano kwa bidhaa hiyo hiyo ambayo umeenda kuifanyia uchunguzi. Baada ya hapo, ukishaona kwamba kuna average price kwamba, ah kumbe yule ni elfu kumi, huyu ananiambia elfu sita, huyu ananiambia elfu nne. Basi kumbe bei yake ni ya chini. Huyu elfu nne ndo nitafanya naye kazi. Kwa hiyo elfu nne ndo unafunga naye mahesabu. Bwana, mimi nahitaji picha za bidhaa yako, nataka nikafanye moja mbili tatu. Kwa hiyo unachukua picha Kishachukua zile picha unarudi huku mtandaoni sasa. Bidhaa ni nyingi, bidhaa za kufanya hivyo ni nyingi. Inaweza kuwa ni magari, kuna wauzaji wa magari wapo, unaenda hata kwenye showroom za magari. Mifano ni mingi sana. Bwana mimi nataka kuuza magari, lakini sina magari. Nyie mna magari, mimi naomba nifungue akaunti yangu niwe nawapostia magari yenu, nikipata mteja mnanipa commission. Hakuna mtu ambaye anaweza kukataa hicho kitu, hakuna mtu ambaye anaweza kukataa hicho kitu. Yaani muuzaji yoyote ule utakayemfuata ukimwambia kwamba bwana, mimi nauza bidhaa mtandaoni, naomba ni posti bidhaa zako nikipata mteja nitakujia. Hawezi kukataa. Unachukua namba yake kumtia moyo au kuonyesha kwamba pamoja naye then unachukua picha naenda kaposti. Ukishaposti ukipata mteja unamrudia. Ndivyo mawinga wanavyofanya. Sasa mimi huu ni uwinga wa mtandaoni. Achana na huu uwinga wa kawaida ambao wamezoea watu. Huu ni uwinga wa mtandaoni ambao umeongezwa ni vile diversity, na kuna mbinu naenda kukuambia hapa. So bidhaa ni nyingi sana. So ukishapata bidhaa rudi mtandaoni na ile bidhaa ambayo umejilizisha, na hakikisha kwamba bidhaa ipo kwenye uhitaji na watu wengi wanahitaji bidhaa hiyo, sababu watu wanapokuwa wanahitaji hiyo bidhaa itakuwa ni rahisi wewe kuiuza mbele ya macho ya watu. Chunguza bei ambayo watu wanaiuza sokoni, kisha chunguza bei ambayo watu wanaiuza sokoni, wewe njoo na bei yako ambayo ni ya chini. Kumbuka mpaka muda huo hujatumia gharama yoyote kununua bidhaa, hujafanyaje. Una simu na akaunti yako, kwa gharama wewe, unaenda kuitumia, unaenda kuitumia kwenye matangazo. Kuna matangazo yanaitwa Facebook ads. Utatengeneza video kuonyesha namna gani ambayo unaweza ukafanya matangazo ya Facebook Facebook ads na Instagram ads, yani matangazo ya kulipia, sijui umeelewa? Yanaanzia kuanzia uh, at least dola ishirini, dola 30. Unafanya matangazo dola 20, kama elfu hamsini. Eh, dola dola dola arobaini, kitu kama laki. So unaweza ukatenga hata bajeti kwamba hii bidhaa ambayo nimetoka kuifanyia research naweka mtaji wa laki kufanya tangazo laki moja utafikia watu zaidi ya elfu hamsini kupitia tangazo lako, yaani tangazo lako litaona na watu zaidi ya elfu hamsini kwa laki moja, nadhani kama sijakosia kitu kama hicho. So kwa laki moja tangazo lako litaona na watu zaidi ya watu elfu hamsini. Sikio, umeelewa? So hawa watu elfu hamsini wote wa wameona bidhaa ambayo ina uhitaji bidhaa yako, kwa hiyo hii bidhaa yako hawatu kusikana hata watu elfu moja kukuDM na kuna kitu ambacho naenda kukuonyesha, kuna mbinu ambayo pia naenda kukuonyesha hii itakusaidia zaidi na zaidi. Kuna mbinu naenda kukuonyesha hii itakusaidia zaidi na zaidi. Kwa stick mpaka mwisho. Hapo, hapo kwenye watu hamsini kuna mbinu nitaenda kukwambia. Kwa stick zaidi na zaidi hii tuweze kwenda mbele, so, baada ya kurudi kwenye Instagram account yako umetenga labda laki moja budget, sio lazima iwe laki moja. Inaanzia dola 10, dola 10 ni kama elfu ishirini

followers utapata wateja. Sasa kama upo Dar es Salaam unataka kufanya hichi kitu utapata wateja kwenye usi, usi, tangazo lako pale kwenye kuseti usiseti, watu wa Dar es Salaam usiseti watu wa Dar es Salaam waone tangazo lako, kwa sababu kama bidhaa unachukulia Kariakoo mtu atahitaji bidhaa hiyo okay? Mtu akishahitaji bidhaa hiyo, kwa mtu wa Dar es Salaam lazima aje Kariakoo. Sasa wewe Kariakoo una duka, unakuwa ukitoa macho hakipo labda sasa, kama unataka kufanya hivyo, uongee na muuzaji wa duka kwamba bwana, mimi mimi na wewe hey, tunakula sahani moja. Nikija na mteja hapa, nimekuja naye basi, jua ni mteja wangu. Kwa hiyo akinunua kitu, utanipa ganji yangu cha juu. Kama utaweza kuongea naye hivyo, atakubali haina shida. Uteka hata watu Dar es Salaam walione tangazo. Ukipata mteja, yuko Makongo, yuko Mbezi, sawa, unakuja saa ngapi? Muda huo wewe unaenda dukani kule, unakuwa unamsubiri mteja au unafunga naye safari unaenda naye. Umeelewa? Unampiga pale dukani kama atachukua mzigo kiasi fulani, wewe unachukua chako cha juu unaondoka. Kwa kitu kingine utapata wateja lakini pia kitu kingine utapata hakikisha, uh, connection utapata kuwasiliana na watu. Kumbuka hawa watu wanakuwa na kucheki. Ndio, tunarudi hapa, kuna mbinu nimekwambia. Hawa watu 50 wanaokuwa wanaangalia tangazo lako. Watu kibao watakucheki. Utapata DM nyingi, utapata message nyingi. So kila namba inakutafuta unaisave. Save ile namba. Na muombe bwana, mimi naomba ni save namba yako. Kwa utapata contact list, naomba ni save namba yako kama kuna bidhaa nyingine nitaipataga nzuri nikiposti ukiona, utanunua. Kwa mtu ukimwambia hivyo hawezi kukataa, bana naomba tu save, save, save namba yako na mimi ni save namba yangu. Kama ikitokea nimepata bidhaa nyingine ambayo nikiweka status ukiona utaipenda, tuanze ukafanya hata biashara nyingine, sio lazima hii. Okay, okay. Ume save namba yake hiyo, utajikuta baada ya muda fulani una namba zaidi ya elfu tano namba zaidi ya elfu kumi namba zaidi ya elfu saba Hzi zote namba ziko kwenye simu yako. Imagine watu elfu saba wanaangalia status yako. Kwa hiyo inakuwa pia ni zaidi ya tangazo. Kumbuka watu elfu saba ni watu ambao walicheki kwa, kuna uwezekano mkubwa wakanunua bidhaa yoyote ile kutoka kwako, wana uhitaji fulani kumbe. So, unajikuta hata kwenye status yako unatengeneza soko. Kwa hiyo unakitafikia kipindi hutohitaji kufanya matangazo, badala yake ukipata bidhaa ukiweka tu status unapata wateja ukiwekatpat. si tumeelewana kabisa? Hii mbinu ni mbinu kubwa sana ambayo unaweza kuitumia wewe ili kuepukana na winga ambao umezoeleka kwenda kukaa kule Kariakoo kwenda kukaa kule Kariakoo na kubanana. Kwa hiyo hii ni mbinu pekee na ni kubwa sana ambayo unaweza kufanya ukaitumia. So hiyo a ni sehemu ya tatu kwenye source bidhaa. Hakikisha bidhaa unayoitafuta ina tija na ukiuza unapata hela. Kwa mfano mimi naweza nikasema labda furniture. Furniture ni bidhaa ambazo ukiziuza hela yake ni nzuri. Bidhaa ni nyingi sana, kazi kubwa ulionao wewe ni ya kufanya research. Usiwe mvivu. Hakikisha umepata daftari lako, zunguka, tafuta bidhaa ambayo hii bidhaa ni kiuza. Ulizia kila bidhaa, sio lazima ziwe nguo, sio lazima ni mashati, sio lazima ni viatu, bidhaa yoyote ile, vyombo eh. Fanya matangazo ya kutosha. Hakikisha unawekeza bajeti kwenye matangazo sababu, so, matangazo yatakupa watu, matangazo yatakupa yatakupa wateja, na usichoke. Watu wengi mnapenda sana kukata tamaa. Vijana wengi mnazaniaga kwamba kila kitu ni mseleleko. hii biashara kifanya ndani ya muda fulani itakupa wateja wengi, na itakuwa inakupa hela ya uhakika kwa sababu. Kwa mfano, ukija kumuuzia uh, mtu fulani, labda yupo Kongo, yupo Kongo, labda kama labda mzigo kutoka kwako wa milioni moja mwezi huu, kauza ule mzigo umeisha, yule mtu hatahitaji ku, kuja tena Tanzania kwa sababu tayari ushatengeneza naye contact. Hii inaitwa uh, relation selling, maana yake washakuwa katika msaiko yako kwa mzigo wake ukiisha, tena kama bado ataendelea na biashara atakutafuta tena, bwana, hii naomba unilete mzigo wa milioni mbili sasa hivi. Kwa hiyo utajikuta unatengeneza wateja ambao ni wa muda wote. Una duka, una simu yako tu, unatengeneza wateja wa muda wote ambao watakuwa wananunua bidhaa kwako frequently, mara kwa mara mara, kwa hiyo unajikuta mara, unapata pesa nyingi na inayojirudia kutumia simu tu. Kwa mwanzoni usione ajabu kuwekeza kwenye matangazo, matangazo yatawafikia wengi. Na matangazo yatakupa watu. Wewe unachokihitaji ni watu. Ukishapata watu era itafata. So ni vizuri sana vijana tuikize huko. So utapata followers kwanza, akaunti yako itakuwa ina followers ambao ukiposti bidhaa wanaona status, utapata watu, utakuwa kuna wale wateja ambao mzigo ukiisha wanakutafuta. Nadhani mpaka hapo tunaelewana zaidi na zaidi. So baada ya hapo kuna kitu kingine cha nne ambacho kinachokuja. Hakikisha unapata mfumo mzuri wa delivery. Hakikisha unapata mfumo mzuri wa nini? Delivery. So umeshaanza kuposti matangazo ujaanza hata kutafuta delivery, tafuta watu wa delivery. Kuna makampuni saivi yanafanya delivery yapo kibao, sitaki kuyataja hapa, lakini unabidi ufanye research bwana no, kampuni linaopeleka mzigo Kigoma ni lipi? kampuni linaopeleka mzigo Sumbawanga ni lipi? unakuwa nayo unahakikisha unapata yale makampuni ambayo yanauhakika, makampuni yale ambayo yanafanya kazi kwa uaminifu, unakuwa nao kwenye daftari lako lile ambalo nimekuambia ulinunue, unayaandika hayo makampuni Ukipata oda ndo unayatumia kusafirisha mzigo wako, kwa sababu kama ni makampuni yanayoaminika, mzigo wako utawafikia wateja wako kwa urahisi na kwa haraka, kwa utatengeneza wateja ambao watakuamini. Sio umeshafanya umeshafanya umeshafunga mzigo ndo unaanza kutafuta delivery, utajikuta unafanya maamuzi ya haraka, unamtafuta mtu ambaye haeleweki, anapeleka mzigo, mzigo unachelewa, unafika umeharibika. Huyu mtu hata kurudia tena kutafuta mzigo kwako. So, hakikisha unatengeneza service yako iwe bora. Kumbuka wewe hujaweka hela kwenye bidhaa, hujaenda China kununua mzigo, hujalipia kodi kali yako, hulipii TRA. Kwa unatakiwa uwekeze nguvu zako kubwa kwenye huduma bora, watu kutoka nje wakuamini. Lakini pia hawa watu wakisha kuamini wataweza kuwaambia wenzao, bwana, mimi kuna mtu wangu ananiagizia mizigo kutoka Tanzania, huyu mtu ni yuko vizuri wale wateja ambao unafanya nao kazi watakutangaza zaidi na zaidi, si tunaelewana mpaka hapo? So, hii biashara ina faida kubwa sana. Kitu kikubwa ni kwamba ujipe muda na uwe serious. Ujipe muda na uwe serious. Ndani ya muda mfupi, miezi hata mnusu mwaka, utakuwa ushakuwa vizuri na utakuwa winga ambaye, hata ukiwa umelala ndani wewe, unatengeneza pesa. Wewe unapokea oda tu, ukienda kaliakuo unaenda kufunga mzigo, ukienda wapi, unaenda kufunga mzigo Ukienda sehemu yote ambayo unaenda kuchoma bidhaa unaenda kufuga mzigo, sio unaenda tena unakaa unashinda gari yako uji, mteja atatokea wapi? Na mambo yanakuwa ni mengi, so hakisha unatengeneza mfumo mzuri wa delivery. Lakini pia kitu kingine, hakisha unatengeneza mfumo professional wa malipo. Mfumo professional wa malipo ni pale ambapo mtu anataka kulipia. Sasa unajikuta mtu anaanza biashara hii ajijipanga, hana hata account ya benki, una namba ya simu tu. Sasa mtu yupo Kongo, hawezi kutumia namba ya simu, kwa hiyo lazima uwe na account ya benki au labda mtu anataka kuagiza mzigo wa milioni kumi unataka kurushia kwenye simu, kitu ambacho ni uongo. Milioni kumi na tano unataka kurushia kwenye simu. So hakikisha kwanza unafanya kazi professional, uko na namba na akaunti ya benki na lipa namba, na hakikisha pia unakuwa na lipa namba ili kuwarahisishia makato wateja wako. Mtu yupo mkoani kanunua kitu cha 2020, asikatwe ma makato mengi, alipie tu afanye kwenye lipa namba, mnaelewa? Kwa hiyo kisha unatengeneza lipa namba, akaunti ya benki na namba ya kawaida, uwe na option nyingi za malipo. Tengeneza message nzuri ya malipo. Mtu akiomba naomba malipo, unamtumia ile message yenye option zote, yeye ndo aangalia, sema kumbe huyu kijana yuko professional. So, inakuwa inakurahisishia wewe kutengeneza ule uoni uaminifu. So, uh, tumeongea vitu vingi sana, nadhani paka hapo umepata point. So hii ni mbinu ya kuuza bidhaa yoyote. Unaweza kamua kuikiza kwenye TV, unaweza kamua kuikiza kwenye kwenye furniture, kwenye magari, kwenye nguo, kwenye mitumba, kwenye vyombo E, kwenye viatu, vitu vyote vyote vile ambavyo unaona wewe itakuwa nini itakuwa sawa. So, thank you for your time. Nadhani ni mapa mbinu ambao ni kubwa, share hii video lakini msisahau kusubscribe like. Guys, naomba ni msubscribe hii channel ili iweze kuwa kubwa, iweze kuwafikia wengi, lakini pia tu comment. E, kama umeelewa andika nimeelewa. E, toa maoni yako yoyote kutoana na experience yako lakini pia kama una swali au niambie niandae video gani nyingine yoyote inaokuja, bwana, niambie: bwana, andaa video kuhusu kitu fulani, andaa video kuhusu kitu fulani ambacho kinahusu masuala ya mtandaoni, nitaandaa na nitaiposti. So this was Cassim Mandanda. I will see you in another beautiful session. Big bye.